Uh, Steve Mengele ali maarufu Steve Nyerere, nataka kutumia maneno yako haya kwa darasa la vizazi vingi vilivyopo na vile vijavyo. Nitachambua mambo machache kati ya mengi ambayo umeyaongea ume, kimsingi hayana mpangilio, mtu yoyote kutazama, ni kama unaongea lolote na wakati mwingine unalazimika kurudia kaneno kamoja kuonyesha ni kama huna mpango wa ulichokuwa unataka kukiongea, ni unajua, unatakiwa tu uonekane umeongea ume, una, yaani unaongea ume, lolote yani yani. Pamoja na hayo kuna dhamiri inaonekana ya kuongea hivyo, na ba baadhi ya point zinazoonekana ni kama zinamaanisha itakuna maanisha hivi sasa, ikiwa utakuli maanisha hivyo unamaanisha hivyo, basi natumia pointi hizo kufanyia darasa kwa vizazi vilivyopo na vile vijavyo. Kuna moja ya lugha unasema siasa zibaki kuwa siasa, nyumba za ibada zibaki kuwa nyumba ya ibada. Nitaifafanua jambo la pili, serikali huwa haiamrishwi, huwa inashauriwa, nitaifafanua. E, tunao tunaomjua Mungu ukiwa naonyesha na wewe ni moja kati ya wanaomjua Mungu na ni kama unamjua kuliko wakuu wa hizo dini, na kwamba wanapokengeuka, unayo mandate unao ufahamu wa kuwaweka sawa. E, na kuhamasisha vijana wawe na amri na uwezo wa kumkemea kumkabiri yoyote anayeweza akawa natotoa kwenye kii ya amani yetu. Nitatoa ufafanuzi hapa. Na Jimmy Mafufu, nafahamu majina kama hayo, kitu kama mafufu na lafudhi ya Kinyakyusa nani? kama ni Mnyakyusa e, na wewe nitajibu mambo kama mawili hivi. Paulo anaye anasema mimi ndo nimesema haya, si Bwana. Ntakuweka sawa ilo eneo ku, e, kumsemea aliyesema anatarisha uwasi, anahamasisha uwasi, ni kwa kiasi gani viongozi wa dini wanaweza kawa wanafanya makosa. Takuweka vizuri kwa jambo hilo. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Nadhani ifike muda tukubaliane, siasa ibaki kuwa siasa na nyumba za ibada zituelimishe kuhusu imani, na kazi ya imani ni kuhakikisha tuna hofu ya Mungu, ili kila mmoja siku ya mwisho amuone huyu Mungu kwa njia yake. Siasa zibaki kuwa siasa, nyumba za ibada zibaki kuwa nyumba za ibada. Nadhani unamaanisha kwamba makosa au maovu ya wanaokuwa kwenye mamlaka au watawala yasigusiwe, yasisemwe katika nyumba za ibada, huko ni kuchanganya dini na siasa. Cha kwanza nataka ufahamu, pengine mambo mengi hapa haraka haraka. Jambo la kwanza e, nyumba za ibada zinakusanya watu mbalimbali wakiwemo walioajiriwa na watu wa siasa na wanasiasa, na kazi ya nyumba ya ibada ni kusema ubaya na uovu wa aina yoyote. Lakini be, nataka ufahamu wananchi wenyewe, yani nadhani mmejizima data kabisa, mmeng'oa kabisa na ruta mme, yani mme, m, ni watu ambao mmevurugwa sijui. anyway, siasa ni mpangilio wa jamii yani, siasa kwenye Google nadhani maana iliyomo ni mfumo wa uongozi katika jamii. Popote kwenye familia, ukiona watu mnaishi kwa kwa uelekeo mmoja, kanisani, kwenye jamii, sokoni, ni mfumo wa kisiasa pale. Siasa ni maisha ya binadamu haya yeyote. Kanisani ukiona wamepangiliwa watu wamekaa hivi, kuna kiongozi, kuna huyu anatoa mwongozo huo hiyo ndio maana ya siasa. Yaani, kujitenga na siasa kwamba mimi sitachanganya na siasa ni kuwa taira au kuwa marehemu. Lakini siasa ni mfumo wa mpangilio wa jamii, na fahamu, kiongozi yoyote wa siasa amekuja kutafsiri, mmekuja kutafsiri ni mchezo mchafu, kwa sababu ya uchafu wa hawa ambao wanajiita ndo wanasiasa lakini ukisoma maadili ya katiba za, za vyama vyao na hata za nchi haziamini hazitaki wawe wachafu na wala siasa uwe mchezo mchafu. Kazi ya neno la Mungu ni kuthibitisha ni, ni kuwarudisha wanadamu katika namna yao bora ya, ya kuishi ama namna ambayo Mungu angetaka wanadamu waishi sasa Sikiliza, kazi ya nyumba za ibada kwenye maandiko, nadhani kuna vitu, hakuna mahali palipoandikwa watu wa wa, wa, wa, wa Mungu wajihusishe na makosa yanayofanywa na wanaokuwa mamlakani. Enewe anyway, nisome maandiko kadha wa kadha. Pana maandiko mengi hapa, lakini niende kwa, kwa spidi nikusomee maagizo ya Mungu anamwagiza Yeremia na Yeremia na, na anatakiwa kuwaagiza watu mbalimbali watakaosimama kwa nyumba ya ibada katika Yeremia sura saba mstari wa kwanza. Nasema neno hili ndio iliomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana ni nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana mnaoingia hapa ili kumwabudu Bwana. Wasikilize nini? Tatu, Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Sasa niruke hapo niende msari wa tisa, sema: Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukuzia bahari uvumba, kumfukizia bahari uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii itwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo haya yote. Je, muta mutaua huko mlikotoka, mutaiba huko mlikotoka, mtazini huko mlikotoka, alafu mutakuja hapa kwenye nyumba hii ambayo mnaita nyumba ya ibada? Mtakuja hapa kusema tumepona, tumepona tunamshukuru Mungu amari hapa, mafuta tunayashukuru, maombi tunayashukuru. Hapana, mhubiri simama kwenye nyumba kwenye mlango wanapoingia tu, waambie tengenezeni njia zenu, waambie acheni uuaji wenu, waambie acheni utekaji wenu, waambie acheni dhuruma yenu. Hiyo ndo kazi ya neno la Mungu, kazi ya wahubiri. Kwa hiyo wahubiri kusema kasoro yote, maovi yoyote, dhuruma yoyote, maonezi yoyote mpangilio wote mbaya wa uendeshaji wa mamlaka ya wenye mamlaka au watawala au watendaji ni kazi yao, ni kazi yao. Enwe anyway, endeleni vijana, endeleni, endeleni. Jambo kubwa ambalo na, ku, na kuasa wewe na watu wengine siku zote simama ukiwa unategemea unalolifanya ni la haki, na hiyo haki ndiyo itasimama na wewe wakati wowote wa wakati mwingine kuwa ni mtu ambaye mtu akikuangalia hivyo anaona ni kama inawezekana, ni, ni, kuna, kuna, na, kuna mtu fulani na kupush, kuna mamlaka fulani na kupush, kuna mizimu fulani nakupush, kuna mashetani fulani ana kupush ili uonekane tu, na we unapinga na kuhakikishia, na kuhakikishia, na kuhakikishia yeyote unanisikiliza hapa, muko wengi sana, na kuhakikishia, kuna wakati fulani mambo yakiharibika hizo mamlaka ayo mashetani ayo majini hizo huwa zinajiponya zinakuacha wewe ujibu, wewe zinakuacha wewe watu wapekenyue kilichokuwemo kwenye nia yako, ulinufaika kiasi gani na hali iliyokuwepo. Ukiwa unalolifanya ni la haki, huwa tunakuwaga na amani kabisa uko mali uko peke yako, peke yako, amna atakaye kutetea. Kwanza tunakataga na tamaa ya kwamba katika haya hapa nilipofika, hakuna atakaye nitetea, lakini kama nakufa na kufa, moyo wangu ni mweupe, ndichokifanya binadamu alitakiwa kukifanya. Kama nakufa, moyo wangu ni mweupe kabisa. Simama nyuma ya haki, mbele ya haki, nyuma yako iweko haki, nyuma yako isiweko namna yoyote ambayo mwanadamu yoyote anaweza kawa. Naona, naona ni kama pana kile, pana kile, pana kile, ndo ambacho kinafanya uwe na jeuri hiyo. Kuna lugha umesema serikali huwa hayamlishwi, serikali hayamlishwi, serikali inashauriwa serikali haiamrishwi, labda na tulijue, serikali inapokea ushauri kwa wananchi wake, inapokea ushauri kwa viongozi na vyombo viongo vya dini, inapokea usha... lakini haipokei amri, inapokea ushauri. Na ukiipata serikali ya kupokea ushauri, hiyo ndio serikali tunayoitaka na ndio serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan na mi nakubali ndiyo serikali huwa haiamlishwi, lakini serikali bora zaidi ni ile ambayo ilinyenyekea kiasi cha kuamlishwa. Serikali iliyo fa, faulu zaidi ni ile ambayo haikuwafanya wahubiri kuwa washauri, iliwafanya wahubiri kuwa watoa miongozo na watoa amri. Serikali hizo zilifanikiwa sana. Serikali ya nebukadreza ilipokea miongozo kutoka kwa kina Danieli ilifanikiwa sana na moja ya serikali hapa nikusomee katika, katika Wafalme sura ya sita Wafalme wa kwanza Wafalme wa pili Wafalme wa pili sura ya sita nikusomee moja ya serikali hapa ambazo zilifuata miongozo ya watu wa Mungu zilifuata miongozo hazikufuata hazikufuata ushauri ni, amri, ni ila ni serikali yenyewe ilijitisha chini ya watu hao. Kwa hiyo hatuilazimishi serikali ifuate miongozo, ila inaweza ikawa bora zaidi serikali ikijinyenyekesha, wenye mamlaka wakajinyenyekesha, wakawa wanafuata miongozo, amri, maelekezo ya watu wa Mungu. hata hivyo serikali nyingi zilizofeli na kuanguka vibaya, hata ushauri zilipokea ushauri ule tu wa kupongezwa, wa kuombewa, lakini sio ushauri wa kupingwa, wa kusahihishwa. Sawa, sikia moja. Serikali e, katika Wafalme wa Pili sura sita mstari wa 21 na hadi 23, Biblia inasema naye mfalme wa Israeli alipomwona, alipowaona akamwambia akamwambia Elisha e, baba yangu ni wapige. Narudia hapo, naye mfalme wa Israeli, Wafalme wa pili sura sita mstari wa 21, naye mfalme wa Israeli alipowaona akamwambia Elisha, nabii Elisha, mtu wa Mungu, e baba yangu ni wapige? Huyu ni mfalume anamwambia mtu wa Mungu, e baba yangu, kwa, kwa adabu, ni wapige? Anauliza. Sasa sikia, sikia jibu la mtu wa Mungu. Akamjibu, usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatoa mateka kwa upanga wako na uta wako shikiliza. Weka chakula na maji mbele yao, wapate kula na kunywa na kwenda kwa bwana wao. Basi akawaandalia chakula tele, nao walipokwisha kula na, na kunywa, akawaacha waende zao kwa bwana wao, na vikosi vya Shamu havikuja tena katika nchi ya Israeli. Ilikuwa ni njia Mungu ametoa mwongozo kwamba hawa watu kwanza, kakisa ka ufahamu kakisa kenyewe kalikuwaje. Mfalme wa Shamu kila alipopanga vita alikuta information zimeliki wale wa maadui zake, ambayo ni taifa la Israeli lilipata taarifa kwamba kutakuwa na moja mbili tatu, kupitia kwa mtu wa Mungu huyu mfalme wa Israeli. Mfalme wa Shamu akasema hivi, nani anayetoa siri zetu? Kuna mtu akajitokeza, apana, kuna mtu wa Mungu kwenye ile nchi ambayo kila linalopangwa kwa siri, hata uwaze kitandani chumbani peke yako anao uwezo wa kujua limewazwa nini. Yule mfalme wa Shamu akasema nendeni mkamchukue, yani yule aliye na uwezo wa kujua unalowazia wengine, alafu mwende mkamchukue. Sijui kama hata fahamu ya hatari inayomuhusu yeye. Kwa hiyo kilichofanyika pale ni kwamba walipokwenda Elisha akasema wapige upofu Mungu apige upofu. Alipowapiga upofu, akawapeleka katikati ya jeshi la wale wale wanaopambana nao, ndipo mfalme akaanza kusema, Bwana wangu au meniletea hawa tu? Tuwapige tuwaue? Akasema sasa siwaue, kwani umewateka wewe? Wape chakula. Alifuata amri, alifuata maelekezo. Serikali mamlaka zilizojitiisha zilizojinyenyekesha zikafuata amri zikafuata maelekezo miongozo ya watu wa Mungu, zilifanikiwa sana lakini hata zingepata zinge kiituacho ushauri, basi ulikuwa ni ushauri ambao zikubali, na ushauri uliokuwa unapinga, unakosoa, unabadili, unasema kinyume cha matakwa yao, lakini wala sio kile wa sasa ambacho mnakifanya. Ushauri nyie kwenu ni ni kuombewa nguvu, ili yale ambayo mnalalamikiwa pengine mpate nguvu za kwenda kuyafanya, zaidi ili ikiwezekana muwe na nguvu muwe na afya za ku, ku, kufanya mambo ambayo kwa sehemu kubwa yanaumiza mioyo ya wengi. Ndo maombi mnayotaka, lakini kimsingi mamlaka ziliombewa zilipokuwa zinafanya vizuri, zilipofanya vibaya zilikemewa Zilikaripiwa, zilionywa, zilifundishwa, zilielekezwa. Ndio maana rudi kwa Yesu, rudi kwa mitume. Hakuna mahali waliitisha kongamano la kuombea mamlaka zilizokuwa zikiwakabili watu wema. Hakuna mahali pote walipotokea walisema, acheni haya fanyeni haya, acheni haya fanyeni haya na wenyewe mamlaka zilikazana, acheni kusema sii, tunakosea, acheni kusema hili hili ni baya, acheni tunawaua. Waliua wengi, lakini baadaye walikuja kujua tumeua bure, tulikuwa tunashindana na Mungu ili takiwa tubadilike toka mwanzo. Hey, kuna neno tunamjua Mungu na umesema tunaomjua tuna Mungu na vijana, tusimwache mtu yoyote, tujifunze kukaripia mtu yoyote anatoa kwenye kii ya mani yetu kwa tunamjua Mungu, tunaosali, tuliozaliwa, tukaambiwa wewe dini yako itakuwa iwe dini yako hii. Hatutaki kukaa kimya tunapoona hata wale wanaotuongoza na wao wanakengeuka, wasi tupeleke kwenye siasa. Tuombeani kila Mtanzania awe mlinzi wa mwenzake katika kulinda amani yetu kila mtanzania awe anajiona ana nafasi ya kukemea mtu yoyote yule atakaye kutoa nje ya kii ya amani yetu. Nataka ufahamu kii ya amani yetu e, amani haiondolewi na anayepinga mabaya ama maovu. Amani haiondolewi na anayesema hili limekosewa. Amani inaondolewa na anayekosea na anayeharibu. Kwa hiyo inawezekana kabisa hawa wanaosema mamlaka katika hili na hili na hili, hapana, mmekosea, hao ndo wanarejesha amani. Lakini sasa ni nyakati zilizotabiriwa za chukizo la uharibifu, yani mambo mabaya zaidi, mambo yanayoumiza, yenye kuchukiza, yenye kuudhi, yenye kuharibu, yenye kuleta hasara, yenye kuleta madhara, ndio yanatukuzwa kwamba haya ni mambo mema, wote tuyapigie makofi, tuyasifie na mambo ya, watu wanaojaribu kuponya kurudisha jamii kusema, huku jahazi litaanguka, huku tutaaribikiwa, huku hakuna takaye nufaika, jamani, achani huyo, ndo mnamwita sasa anaondoa amani katika jamii. Twende kazi, kila mmoja simame katika para napoona ni sawa, wote tunaenda kuvuna huku mbele wote tunaenda kuvuna huku mbele, ili ili uwe na uhakika nalo, yeyote simama popote uliposimama, amua kuwa kimya, amua kuwa mnafiki. Ukimya kwa sehemu kubwa ni tafsiri ya, ya, ya usaliti, ni tafsiri ya usaliti, ni tafsiri ya kwamba yanayoendelea yako sawa. Chukua uamuzi wowote, sema tunaosema tuliosimama hivi, tuna karama, twende mbele wote, huku tunaenda kuvuna yatakayotokana na hali iliyopo sasa, tutavuna na kuhakikishia, tutavuna, tutavuna. Mimi kwa ushauri wangu ambao nimesema mara kadhaa, hakuna anaenda kunufaika na hali iliyopo sasa, hakuna anaenda kunufaika. Tungefika mahala tutulie, tusikilize, turudi katika mapito ya baba zetu, iwapi njia iliyo njema turudi tuone nani anajaribu kuturudisha kwenye misingi ya ubinadamu ambayo baba zetu waliishi. Huku tuliko, tulipo hapa tulipo, tunakokwenda tumepotea, tunaharibikiwa. Haya, sui Jim, sui Jimmy, sui nani sui, anaitwa Mafufu na yeye ka, kasema hivi wanamsa w, w, w, ni, ni Mungu anasema au ni wao, kwa sababu Paulo anasema haya, sio Bwana ni mimi. Sasa nataka nikujulishe, sio Bwana ni mimi. Paulo anasema sio Bwana ni mimi. Huyo Paulo anasemaje, anajiuliza, haya, wanayoyasema viongozi wa dini ni Bwana amesema ama ni wao? by god, sijui kama wanaelewa. Paulo anasema haya, nimesema mimi wala Mungu hajaniagiza. Wa sasa viongozi wetu wa dini mtu aliyesema habari za kuleta uasi kwenye taifa, mnatokea mnasema aachiwe bila masharti. Niwaulize swali, ni Bwana amesema ama ni nyie? Katika, katika Wakorinto sura ya saba nadhani, unaposemea eh, sio Bwana ni mimi, unaposemea sio Bwana ni mimi, ni Wakorinto wa kwanza sura ya saba aliposema Paulo. Lakini kuonyesha hiyo hiyo sura ya saba hiyo hiyo anasema hivi, msari huo unaosema wewe ni wa 12 wa kwanza wa sura ya saba msari wa 12. lakini watu wengine nawaambia mimi wala si Bwana. Sasa mimi naye waambia ni wa aina gani? msari wa 40 wa mwisho, lakini heri yeye zaidi akikaa kama alivyo, ndivyo nionavyo mimi nami na dhani ya kuwa mimi nami nina roho wa Mungu, mimi nami nina roho wa Mungu, mimi ambaye nasema mimi si bwana, nina roho wa Mungu na roho wa bwana anaposema ni mtu huyo huyo, ni mungu huyo huyo, anasema enewe Jimi Jimi si nani Mafufu? Nadhani Mnyakiusa anyway, na sauti na rafuzi ya Kinyakiusa hivi, hebu tuambie, anaposema Mungu yenyewe anafananaje? Na nadhani huku nyuma nimeshafafanua sana namna zote ambazo Mungu alishafafanua. Anasema, anaposema Mungu anafananaje? Kuna moja unasema kumsemea, aliyesema atahamasisha uwasi. Wachungaji mjitafakari tafakari, wahubiri mjitafakari. Sikiliza katika Mathayo tano mstari wa tisa, nasema heri wapatanishi, maana hao watakuwa ndio wana wa Mungu. Ukisikia wapatanishi, maana yake panakuwa na mtu alifanya kosa pale, wakatofautiana hawa watu au wakachukuliana hatua mbaya hawa watu. Ni kweli, kuna mara umesema wachungaji, wahubiri, mna mamlaka, mna haki, mna uwezo wa kuwaita hao waliotofautiana, kuwakalisha chini, na wala sio kuwa upande wa anayetaka kuchochea siu wasi. Fahamu mawili kati, katika mambo hayo moja unaongelea wahubiri wepi wachungaji wepi? Wana mamlaka ipi ya kumwita nani na nani enewe? Anyway, kama unataka tufanye hivyo, na unajua ni rahisi, nisaidie kufikisha ujumbe huu. Mimi natoa wito, nimetoa wito mara kadhaa, njoni tuzungumze basi. Natoa wito, waambie mamlaka yoyote, upande upan, pande zozote, upande wa CCM upande wa vyama vingine awe raisi awe waziri wawe polisi wawe usalama wa taifa, wambieni, Mbarikiwa anasema, njoni tuzungumze, njoni tukae chini. Hapa tulipo, hakuna atakayenufaika, hakuna anayenufaika. <clears throat> kama ni kucheka, kama ni watu kuona ni kama mambo yamenoga, ni wanacheka midomo tu lakini hali za ndani mwanadamu, uwezi ukawa na amani wakati kuna mwingine analia, wakati kuna mwingine ananungunika, wakati kuna mwingine analalamika, wakati kuna mwingine kaumizwa, kuna mwingine kaf, kafiriwa na ndugu yake kwa namna yenye utata kwa namna aliyo na, na malalamiko nayo. Mwanadamu hakuna weza kuwa na amani, vinginevyo unywe mipombe uvute mibangi utumie midaa ya kulevya uwe una zinizini na kushamashama maneno vya ajabu, ajabu na honey baby, nani, wakati umevurugwa na ndio maana kwa kipande sasa hivi, mnasema sijui hamna nguvu za kiume, sijui mwanaume huyo anitoshelezi, sijui ni kwa sababu hata mizina yenyewe mnaifanya, wakati kuna sauti nyingi zinakuja vichwani pale. Umeharibu pale umeumiza, ukiwa ni wewe itakuwaje? Na ndio maana hamwezi mkafanya hayo kwa namna ambayo mnahisi ndio ilifanyika, muna, mtaongeza mimadawa, mtajiharibu na kuleta madhara chungu nzima. Bwana asipoulinda mji alinda yafanya kazi bure. hilo neno lako e, kumsemea aliye anayesema anahamasisha anahamasisha uasi. Wahubiri, wachungaji, mjitafakari tafakari, pengine umesikiliza upande mmoja tu. Mimi niliwahi kusema inawezekana kabisa, inawezekana neno hilo akawa amelitamka tundurisu, inawezekana neno hilo likawa na maana hiyo ama lisiwe na maana hiyo lakini liwe na maana hiyo, kwa nini tusiangalie zaidi, limetokana na nini? Nimekwambia, nimesema kwenye ile klipu, mtu ambaye utakuwa umemkanyaga full time, umemkanyaga shingoni, anaona umekanyaga mtu namuumiza mtu, unamuumiza mtu nu nakanyaga mtu tu, wee umeshindilia pale, umeshindilia pale wee, alafu unasubiri aseme lolote ili utafutie kesi hapo huyu mtu wejua, atasema ambalo ambalo, ambalo utaanzia hapo. Lakini wejua, shida sio ubaya wa hilo aliyosema, shida ni maumivu aliyokuwa nayo Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jimmy Mafufu, vijana, watu wa Mungu, njooni tuzungumze. Ziogopeni sana nafsi zenu. Ziogopeni sana nafsi zenu, ziogopeni sana dhamiri zenu. Nisemacho mimi hapa tulipo, hakuna naye nufaika hapa. Na nijuacho, hakuna mwenye raha hapa, hakuna mwenye amani hapa. Hapa sehemu kubwa tuna utulivu, hakuna mwanadamu ambaye mwingine anapoumia. Nimeweka mfano mara kadhaa na nitakuwa naweka ya kwamba uwezi mtu mwingine kagongwa na gari hapa, mtu mwingine wana msiba hapa, umefiwa hapa, alafu wee unasema hey, jamani, mi nashukuru Mungu nina amani nina amani. Ah, watu watakugeuka, watakuona ndo mchawi ndo lia sababisha. Hakuna anayekuwa na amani wakati wengine wanalia, wengine wananung'unika eneo. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Shema, itengenze njia ya Bwana, yasheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayewawa ama afae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki, mwamuzi wa mwisho, yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.